Leo kampuni ya magazeti ya serikali TSN imepokea ugeni kutoka China. Hawa ni wenzetu kutoka Xinhua News Agency, ni chombo cha habari ambacho tunashirikiana nacho, na tumekuwa na ushirikia na ushirikiano wa muda mrefu, na ushirikiano huu unashikiliwa kwa karibu kabisa na ubalozi wa China uh, tumekuwa tukikutana katika mikutano mbalimbali moja mbali ya mkutano mkubwa kabisa ambao umekuwa unaandaliwa na China ni mkutano wa Global South. Nikiwa uh, uh, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya magazeti ya serikali nimekuwa na hudhuria katika mikutano hiyo, na mambo kadhaa yamekuwa yakijadiliwa, mojawapo ni ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Lakini kwa sasa tunazungumzia ni huu ushirikiano wa Xinhua na Uh, TSN ambao ni ushirikiano wa kihistoria ambao umejengeka katika maeneo tofauti tofauti. Kwanza ni kupokea habari kutoka uh, Xinhua News Agency ambao wamekuwa wakituletea habari kuhusu China, lakini pia kuhusu uh, bara la Asia. Hizo zote tumeweza kuua, tunapokea hizo habari, lakini leo hii wamekuja ni kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano wetu na ushirikiano wetu tunaenda kuimarisha katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza kabisa ni namna gani tunaweza tukashirikiana katika mabadiliko haya ya teknolojia ambayo inatutaka kushirikiana vyombo vya habari, ili basi tuweze kuwa katika usawa katika masuala ya teknolojia na ubunifu, kwa kupata mafunzo kwa waandishi wa habari kwa kushirikiana na Xinhua. Lakini jambo jingine ni mambo ya digital transformation, ni mabadiliko ya teknolojia. Vyombo vya habari vinalazimika sasa, vyombo vya habari hivi vyote ambavyo tulivyokuwa navyo vya magazeti, sasa tunaenda pia a, katika mfumo wa kidijitali. Kwa hiyo inahitaji mafunzo kwa waandishi, lakini pia ni teknolojia ambayo inahitaji zaidi ushirikiano. Kwa hivyo tumekuja tumejadiliana na kupeana namna gani ya kushirikiana kwa karibu. Na ugeni huu kweli ni ni baraka kubwa kwa TSN na tumefurahi kuwa nao leo. Uh, wenzetu kutoka Xinhua News Agency. International News Agency and we are strive to build an all media all uh, all media media house and uh, we have met several challenges